Laza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Kwenye kipindi chetu cha leo nitaongelea swala linalohusiana na upangaji wa bei za bidhaa au huduma. Kama mnavyofahamu, mteja ndio mdau mkubwa katika biashara, kwa sababu mteja ndiyo ananunua bidhaa au huduma. Sasa, kutokana na anavyonunua bidhaa au huduma ndio inakuwa njia ya muhimu kwa mwenye biashara kupata kipato cha biashara. Sasa kuna swala la bei. Hizi bei za bidhaa au huduma ambazo unapanga kama wewe ni fanya biashara, zinaweza zikawa na mvuto kwa mteja au zinaweza zika, zikawa hazina mvuto kwa mteja kwa hiyo ni muhimu sana upange bei ambazo zitavutia mteja, vinginevyo wateja watakukimbia kwa sababu hauko peke yako kwenye hiyo biashara, watakwenda kwenye kwa washindani wako ambao bei zao ziko nafuu. Sasa upangaji wa bei una, una vigezo vyake, ingawa mimi nafahamu kuna wafanyabiashara wengine E, vigezo anavyovitumia mimi si viafiki. Unakuta mfanyabiashara nakwambia, zidisha mara mbili ya bei ambayo umenunua kwa mfano. Kama ameenda kununua e, e, sukari au tuseme tuchukue kinywaji ambacho ni, ni rahisi kutoa mfano kwa mfano kama ameenda kununua ameuziwa kinywaji cha soda kwa bei ya shilingi mia tano sasa unakuta yeye anakuambia fanya mara mbili, kwa maana kuwa wewe uza kwa shilingi elfu moja sasa utapata hizo pesa. Lakini kama mteja anakuja anaona unamuuzia soda shilingi elfu moja wakati jirani yako hapa anauza kwa shilingi mia nane atakwenda kwa jirani, haji kwako. Kwa hiyo sasa inabidi uwe makini sana kwenye kupanga bei. Panga bei ambazo zitakuwa na mvuto kwa wateja lakini hapo hapo uwe mwangalifu usipange bei za chini sana kiasi ya kuwa ukajikuta unafanya biashara ambayo inapata hasara, kwa sababu ukiweka bei za chini utapata hasara, ukiweka bei za juu utafukuza wateja. Sasa swala la msingi ni kupanga bei kutokana na vigezo vinavyokubalika ambavyo vinaweza kufanya hata wateja wasi wasikimbie lakini na wewe unapata faida. Sasa vigezo viko namna gani? Tunachosema ni kuwa bei lazima zibebe gharama zote zinazohusika na uendeshaji wa biashara, kwa sababu kama bei haiwezi kabeba hizo gharama za kuendesha biashara utapata hasara. Kwa hiyo bei lazima ibebe gharama zote za kuendesha biashara. Hiyo ni moja, lakini sasa ya pili lazima upate faida kwenye biashara. Kwa hiyo sasa, kigezo cha pili ni kuwa uweke kipengele cha faida, yaani unasema gharama zote za kuendesha biashara ni kiasi hiki, lakini inabidi nipate faida. Kwa hiyo unaongeza ile ile kile kipande cha faida ili uweze sasa ndio kupata bei kamili. Kwa hiyo bei kamili inatakiwa iwe ni gharama za kuendesha biashara alafu unaongeza na e, faida ambayo unataka upate. Sasa tuna hizo gharama zikoje? Gharama za kuendesha biashara zimegawanyika kama sehemu kuu tatu hivi, tatu au nne. Kwanza ni kwa kuna gharama ya kununua hiyo bidhaa, kwa hiyo lazima uweke gharama ya kununua hiyo bidhaa lakini pili ni gharama zote zinazohusiana na kuendesha biashara. Sasa nikisema hapa gharama zinazohusiana na kuendesha biashara, kuna kitu kingine kinachohusiana na gharama za kuendesha biashara ni pamoja na kodi ya pango, kama pale unapofanya biashara unalipa kodi ya lile pango sasa, hiyo nayo ni gharama. Lakini hata ikitokea pia labda kuna mlinzi anayolinda ile sehemu, hiyo pia inachukuliwa ni gharama ya ku, ku, kufanya biashara. Kwa hiyo vitu vingi, mambo kama kuna kununua vifungashio vya kufungia bidhaa za wateja e, mambo ya stationery mbalimbali Hivyo vyote vinahesabiwa ni sehemu ya kufanya biashara, lakini pia kuna swala tusisahau, swala ya usafiri. Ukinunua zile bidhaa kutoka kule ulikonunua mpaka kuzipeleka pale dukani, huo ni usafiri. Kwa hiyo, fikiria kitu chochote ambacho kina gharama zinazohusiana na kuendesha biashara, tunaongeza pale kwenye eh, gharama ambazo zita zitasaidia au zitachangia kwenye kupata bei ya bidhaa. Kwa hiyo hapo tumemaliza upande wa gharama za kuendesha biashara, lakini kuna gharama za kifedha. Gharama za kifedha, kama ulikuwa umechukua mkopo, riba unayolipa yani interest, nayo pia inakuwa ni sehemu ya ya ya gharama za za kifedha hapo hapo kwenye gharama za kifedha kuna uchakavu, kwa Kiingereza wanasema depreciation, nayo pia inawekwa e. Sasa hapo mambo ya uchakavu nikianza kuongelea hapa tutakesha, lakini we chukulia tukua kuna uchakavu. Sasa hivyo vitu vyote vinaongezwa halafu tunapata e, gharama zote zinazohusiana na kufanya biashara. Sasa baada ya hapo mwisho kabisa inabidi uweke faida, maana biashara lazima ipate faida. Kwa hiyo una- unaamua nataka nipate faida kiasi gani. Kwa hiyo hiyo ina- inaongezwa pale juu ya gharama za uendeshaji wa biashara, unaongeza hicho kipengele cha faida. Sasa hapo kwa jumla, unakuwa umepata gharama zote za kuendesha biashara pamoja na faida hiyo ndio sasa inatumika kama ni bei. Kwa hiyo ni muhimu sana uhakikishe gharama zote za kuendesha biashara na pia eh, unaongeza sehemu ya bei. Kwa hiyo inakuwa ni hatua ya, ya kwanza ambayo umetekeleza. Sasa hatua ya pili labda tuangalie pale kwenye upande wa faida, maana nimeizungumzia tu kwa, kwa kwa kwa kifupi. Lakini kwenye suala la kupanga faida kuna kuna kitu wanaita unakuwa na policy, yaani unakuwa na, na, um, kuna vitu maalumu ambavyo umevipanga kuhusiana na biashara yako kwenye suala la kupata faida kuna uamuzi unataka upate faida kubwa au ndogo. Sasa kama polisi yako ni kupata faida kubwa, basi itumie weka faida ambayo itakuwa ni kubwa, ingawa madhara yake ni kuwa watu watakukimbia au utapata wateja wachache, kwa sababu wakiona bei kubwa wanaondoka. Kwa hiyo utapata faida kubwa, lakini watu watakuwa wachache. Sasa tunasema faida hasa inakuwa ina, ina na maana unapochukulia kwa ujumla, sio kwa kitu kimoja kimoja. Sasa kama umepata faida kubwa kwa kila bidhaa unayouza, lakini umepata wateja wachache, utaona mwisho wa siku jumla ya faida inakuwa ni ndogo lakini unaweza ukapanga faida ambayo ni ndogo kwa kila bidhaa eh, unayouza lakini unapata wateja wengi. Sasa ukizidisha wingi wa wateja na zile faida ndogo, unaweza ukakuta unapata faida kubwa kuliko yule ambaye amepanga faida kubwa na anapata wateja wachache. Sasa hayo ni masuala ya kutafakari na, ku, na kufanya uamuzi. Kwa hiyo kwa upangaji wa bei hivyo ni vitu vya muhimu ambavyo nimevizungumzia ambavyo inabidi uvitekeleze. Mwisho kabisa kwenye swala la bei, kuna upangaji wa bei wa mikakati eh. Sasa hapa kwenye upangaji wa bei wa mikakati hatuangalii vigezo, isipokuwa tunaangalia uhalisia wa mambo. Kwanza ni kuwa kuna bidhaa ambazo zinakuwa zimekaa muda mrefu na zinakaribia muda wake kuisha sasa na unaona, kwa mzunguko mzunguko wa bidhaa ulipo pale dukani, huu muda unaweza ukaisha na hizo bidhaa zikaonekana zimepitwa na wakati au muda wake umeisha, kwa hiyo inabidi uziondoe dukani. Sasa hiyo inakuwa ni hasara kubwa. Sasa ili uweze kuhakikisha hizo bidhaa zote zinauzwa na muda ni mfupi, inabidi upunguze bei, tena upunguze hasa ili hata inawezekana ukaonekana kama unapata hasara, lakini hasara yake haiwezi ikawa kubwa kuliko vile hiyo bidhaa yote ina, una, unaenda kuitupa au unaiondoa dukani kwa sababu muda wake umepita. Kwa hiyo ni afadhali uuze kwa bei ya chini, lakini angalau unakuwa umepata fedha kuliko ukiondoa kabisa au ukienda kuitupa kwa sababu imeharibika. Hiyo ni hasara kabisa, unapata sifuri kwa hiyo tunasema unaangalia bidhaa kama hizo na kuzishusha bei kiasi kikubwa, kiasi kwa wateja wakiingia wasema ah, hapa kuna sale. Ndio wanasema kuna sale hapa, kwa sababu inakuwa hawaamini bei imepunguzwa mno. Kwa hiyo hata hatavinyumavo vitu vita, vitaisha. Kwa hiyo hiyo ni kitu kimoja hapo ambacho unasema unapanga bei kimkakati, lakini nyingine sio kwa bidhaa muda wake umekwisha ila unajaribu kuangalia e, ufanyeje kuvutia wateja dukani kwako. Kwa hiyo unaweza ukashusha bei ikawa faida ni ndogo sana kwa kila bidhaa, lakini angalau kuna kafaida kadogo. Alafu unafanya kitu anaita sell, yaani ni kuwa una, una, unasema umepunguza bei, punguza bei hiyo na kweli watu wakiona kunapunguza bei watanunua hivyo vitu haraka sana. Kwa hiyo utatengeneza pesa, kwa maana kafaida unapata kadogo kwa kila bidhaa, lakini watazizoa bidhaa zako karibu zote. Kwa hiyo ndio naosema hizi bei unapanga kimkakati. Kwa hiyo hii sasa, hii unaweza ukaamua kufanya sale hata wakati wa weekend, labda kila Jumapili unafanya sale au unafanya sale wakati wa sikukuu, sikukuu maalum labda za kidini au za serikali, unafanya sale. Kwa hiyo hizi nasema ni bei zinazopangwa kimkakati, lakini mwisho wa siku unaweza kukuta zinasaidia katika kuendesha biashara yako. Naona nimezungumza na kutosha, kwa hiyo kwa leo tuishie hapo. E, tulikuwa tunazungumzia swala so zima la kupanga bei na nimesema kuwa usipange bei ambayo ni kubwa sana, wateja watakukimbia. Usipange bei ambayo ni ndogo, unaweza ukapata hasara. Panga bei ambayo inakubalika, na hizi bei zinazokubalika ni kufuata e, vigezo. Sasa kwenye kufuata vigezo, utaona kuwa lazima utengeneze hesabu za biashara, kwa sababu bila ya kuwa na hesabu za biashara, hivi vigezo huwezi kuvitumia. Kwa hiyo ni muhimu sana utengeneze hesabu za biashara. Ukitengeneza hesabu za biashara, hivi vigezo unaweza ukavitumia. Naona kwa leo tuishie hapo. Eh, naomba uendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki kutoka televisheni ya Tan Business Channel online televisheni.